Kuingia katika utu upya ambao tunategemea kwamba wapo ambao wanaelezea uzoefu wao kwamba mimi nilikuwa ni mlevi sana. Wapo, nilikuwa mlevi na nilikuwa nalewa, nina uwezo wa kunywa na nikafunga hata, eh, hata baa. Wapo wanaoelezea uzoefu wa namna kama hiyo, lakini wapo ambao wanaelezea namna ambavyo walikuwa ni wasengenyaji sana. Wapo ambao walikuwa ni wazinzi sana kwa namna ya uzoefu, kila mtu ana mapito ambayo ameyapitia ameyapitia. Lakini Bwana anapokuita ndani ya kanisa, anapoita uje kutumika ndani ya kanisa, mambo mengi lazima yabadilike, zoefu zetu zinabadilika, lazima kubadilika, kwa sababu kanisa, kwa ambavyo watu tunaelewa, kanisa ni jumuiya jumuiya ya watu ambao wamemkiri Kristo ya kwamba ni Bwana na mwokozi wao na wamekubali kuenenda sawasawa na mafundisho yake. Hilo ndio tunaliita kanisa, wala si jengo unaloliona, bali ni watu ambao wanamkiri. Sasa hao watu wanatengeneza jumuiya na ambao ndio tulionayo sasa ndani ya kanisa. Kanisa limeitwa kwa lengo maalum, kuweza kupeleka injili ya Bwana. Maana yake ni Mungu anakuita uje utumike shambani mwake, ukaite na wengine waje kufanya kazi ya Bwana hiyo ndio kanisa. Lakini wito, tunapozungumza wito wa Bwana unapokuja kwako, ni namna ambavyo Bwana anaita kwa sauti yake utoke kila mtu mahali mahali alipokuwa na uje ndani ya kanisa la Bwana ili kutimiza kusudi lake. Sasa Bwana anapokuwa anakuita uje kutimiza kusudi lake, anahitaji lazima ubadilike ili kuendana na jukumu ambalo atakupatia ili kuendana na utakatifu wa Bwana. Kwa yote hayo yanategemeana. Wito unapokuja, lazima Bwana akuandae, akutengeneze, ubadilike, uendane na kazi anayokuitia. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wengi tutakubaliana mimi na wewe ambao tayari tumekalia viti vya kanisa, kwa maana ya kwamba unapokumbuka maisha yako ya kale, leo umebadilika kwa namna fulani. Kuna watu wamepoteza kazi zao walizokuwa wanazifanya kwa sababu tu ya wito, kuitikia wito wa Bwana. Kuna watu ambao wamepoteza marafiki kwa sababu tu waliitika. Kuna watu ambao wamebadilika namna ya kutembea kwa sababu wameitika wito. Kuna watu namna ya kuongea kumebadilika kwa sababu tu wamemwitikia Kristo. Hiyo inaitwa badiliko, na ndio ambacho nikizungumza asubuhi ya leo ya kwamba ni badiliko ndani ya wito, badiliko katika wito ndani ya kanisa. Soma kitabu cha Mathayo sura ya saba tutasoma fungu lile la kumi na saba na lile fungu la ishirini Msomaji kama liko tayari, hebu soma fungu la kumi na saba naenda ishirini Vivyo hivyo kila mti mwema huzaa matunda mazuri na mti mwovu huzaa matunda mabaya. Mti mwema hauwezi kuzaa matunda mabaya wala mti mwovu kuzaa matunda mazuri. Kila mti usiozaa tunda zuri hukatwa ukatupwa motoni. Ndiposa kwa matunda yao mtawatambua. Mathayo sura ya saba inasema, ili tutambue ya kwamba wewe ni Mkristo uliyemkiri Bwana kwamba yeye ni Bwana na Mwokozi wako, la kwanza, tutakuona kwa matunda yako. Ndiposa kwa matunda yao mtawatambua maana yake huwezi ukajiita ni mtu ambaye umempokea Kristo, lakini maisha yakawa ni yale yale. Lazima kuwepo na matunda, niposa mtawatambua kwa matunda yao. Tuzungumze kidogo habari ya Musa Kutoka sura ya pili, fungu lile la kumi na mbili Kutoka, Kutoka mbili kumi na mbili, kwa wale ambao wanaangalia. Karibu basi, akatazama huko na huko, basi akatazama huko na huko, na alipoona kuwa hapana mtu alipoona hakuna mtu akampiga yule Misri, akampiga yule Misri akamficha ndani ya mchanga, akamficha ndani ya mchanga. Hilo ndio neno la Bwana. Musa anatambulishwa kwa tabia yake ya awali kabla wito wa Bwana haujamfuata kule Midian. Musa anakuwa ni mtu ambaye ni mwenye hasira, mwenye hasira mtu ambaye anatambulishwa kama mkatiri, mtu ambaye anatambulishwa kwamba anatambu anatumia nguvu zake, anajiamini yeye personal kwamba anaweza. Na ndipo Musa anampiga Misri, anamfukia kwenye mchanga. Ukatiri wa hali ya juu, tabia ya Musa, wito wa Bwana kabla hujamwingia. Na ndipo tabia yake inapoelezwa. Musa katika Kutoka sura ya tatu fungu la kumi na moja Ebu msomaji tusomee, anakuwa ni mtu wa namna gani tena. Musa akamwambia Mungu, Musa akamwambia Mungu, mimi ni nani, mimi ni nani? hata niende kwa Farao. Hata niende. Nikawatoe wana wa Israeli watoke Misri, nikawatoe wana wa Israeli watoke Misri. Musa anasema, baada ya kuwa na tabia hiyo ameshakimbilia Midian, ile tendo akilifanyia Misri amekimbia ameenda Midian sasa Bwana anamwambia Musa utatoka utaenda tena Misri. Musa anasema mimi ni nani? Kwa nini anasema mimi ni nani? Hali yake anaitambua, hali aliyokuwa nayo akiwa ni mkatili na mwenye hasira. Sasa Mungu anamwita ambako anajua amesha kukimbia, hali ilishachafuka. Mimi ni nani? Bwana unataka kunituma, mimi ni nani? Mambo muhimu katika kisa hicho, la kwanza tunajua Musa anaposema, mimi ni nani? La kwanza akizungumza akiwa kama ni kisingizio cha kuikataa kazi ya Bwana, kama ambavyo na sisi tumekuwa tukikataa. Wakati mwingine wito unapokuita, unajua kabisa unakuwa dhambini. Bwana anasema njoo, unasema mimi ni nani Bwana hata niitikie wito? Bado sijamaliza dunia, bado kuna tabia sijazimaliza. Mwingine anasema mpaka nioe ndo nitabadilika, naamini nitakuwa sasa nimekamilika. Ni mwingine ni olewe, mpaka niolewe ndipo mpaka nitakapojitoa. Bwana anapokuita, visingizio vimeendelea kuwepo. Bwana anakuuliza leo, njoo ndani ya kanisa. Njoo ukabatizwe, achana na hivyo visingizio. Na ndipo jambo la pili la kujifunza kwenye fungu hili, Musa anaonyesha hofu, kwa lugha nyingine, unyenyekevu mbele za Bwana anapokuwa kiitwa. Hii kazi ni ngumu Bwana, anasema nitakuwa pamoja na wewe wewe uliye mzee wa kanisa, nitakuwa pamoja na wewe. Cha muhimu jinyenyekeze mbele za Bwana. Wewe uliyechaguliwa kuwa bawabu pale mlangoni, Bwana anasema nitakuwa pamoja nawe. Hawa watakuona wewe, watakayemuona ni Bwana akiwakaribisha watu ndani ya kanisa. Bwana atakuwa pamoja na wewe. Sasa ni juu yako, ni juu yangu kuamua kwa upande wa Bwana, au kuamua kukatana kuamua kujinyenyekeza ili kazi yako ikawe rahisi, lakini au kuamua kutumia nguvu ambayo wewe mwenyewe unaamini unaweza. Kuna watu ambao wakichaguliwa wanasema ah, hii kazi sasa ndio imepata mwenyewe. Hakuna cha kupata mwenyewe, kazi ya Bwana, kazi ya Bwana ni ya kwake mwenyewe. Jinyenyekeze kwa Bwana. Sasa katika Hesabu sura ya 12 lile fungu la tatu. Msomaji nisomee basi, huyo mtu huyo. "Musa alikuwa mpole sana zaidi ya wanadamu wote waliokuwa juu ya uso wa nchi." Biblia inamshuhudia Musa, baada ya kujinyenyekeza kusema mimi ni nani, Mungu amesema nitakuwa pamoja nawe, inamtamka Musa. Sasa Musa akishuhudiwa kwamba ni mtu mpole kuliko wanadamu wote, badiliko katika wito ndani ya kanisa, tunatamani watu waje kushuhudia kwamba huyu mtu tunamfahamu, alikuwa ni mzinzi, tunamfahamu, alikuwa ni mwizi, tunamfahamu, alikuwa ni mrevi, lakini sasa hakuna mfano kama huyu ndani ya kanisa. Pale ambapo utajinyenyekeza kwa Bwana, Bwana anaahidi kukubadilisha, namna ambavyo ulikuwa unaongea, Bwana anaahidi kukubadilisha. Bwana anasema Nitakuwa pamoja nawe. Sasa wito huu wote tulioitwa na ambao unaendelea kuitwa kuja kujenga mwili wa Kristo, sio tu swala la kuitika na kwenda, sio swala la kuitika na kwenda. Ujue kuna kubadilika, ujue kuna mabadiliko. Kuna vitu vingi vitatakiwa kubadilika. Sasa katika kitabu cha Kutoka sura ya nne, Mungu anataka kutuonya wote. Unapoitwa, Mungu hana mzaa na wala hapuuzii, hana mzaa na wala hapuuzii kile anachokifanya. Hii ni kazi takatifu, kama alivyosema, wito wake ni kwa ajili ya kukamilisha majukumu katika utakatifu wa Bwana Mungu. Hana mzaa ambazo zilikuwa kawaida kwa Wayahudi walikuwa wakizifanya lakini Musa hakufanya. Kwa maana hiyo, Musa amekuwa medium katika maisha ya kawaida kabisa, hajafanya. Sasa Bwana Biblia asema alitaka kumuua. Jambo la kwanza, desturi za watu wa Mungu lazima zizingatiwe pale unapokuwa umeitwa ndani ya kanisa hilo, jambo la kwanza. Desturi ya watu wa Mungu lazima izingatiwe unapokuwa umeitika, wito umekuja ndani ya kanisa, lazima desturi za watu wa Mungu zingatiwe. kuna namna ambavyo Bwana ametuita ndani ya kanisa, amewekeza vitu vingi vivyo kwetu. Ukizungumza Mwadventista Msabato, sijui kama kuna kanuni ya kuendesha maisha ambayo haijui. Bwana amefunua kwetu, namna ya kula Bwana amefunua namna kwetu namna ya kutibiwa. Bwana amefungua namna kwetu namna ya kumtorea. Bwana amefungua kila aina, namna ya kuvaa, mwadventista aonekane kwa namna gani? Biblia iko wazi, hakuna Mungu ambacho hajakifanya kwetu kila jambo liko wazi. Sasa lazima tujue kwamba desturi za watu wa Mungu lazima zizingatiwe. Hatutaangalia wengine, bali tutaangalia desturi za Bwana zinasemaje. Na ndicho hapa Musa anachoelekezwa kwamba wewe, desturi ya Wayahudi ni hii na umefanya tofauti. Tusichukulie vitu katika hali ya mazoea, niambia kanisa, asubuhi ya leo, tusichukulie vitu katika hali ya mazoea. Kwanza washiriki wa kanisa naozungumza na asubuhi ya leo, tumekuwa na kawaida ambayo tumekuwa sasa ni mazoea tu, namna yetu ya kuvaa, wakati Bwana ameelekeza namna ya kuvaa kujipamba kwenu kusiwe kujipamba kwanje, kwa nje, kwa hali, kwa kusuka nywele, sijui mavazi ya thamani, bali kuwe ni roho ya ndani, namna munavyonenda mwenendo wenu ndio kuwe kujipamba kwenu. Bwana amezungumza. Leo ni kawaida kuvaa kwa namna yote tunayoiona utashuhudia, unaingia ndani ya makanisa, sijui kama Kana ipo lakini makanisa pita unakuta kawaida kabisa wadada wana hereni zao na wapo ndani ya kanisa. Wapo ambao ukikutana nao leo ni mwadventista leo kanisani, lakini ukikutana naye Jumanne na Jumatano ni mtu mwingine tofauti, na wakati mwingine unaweza usimtambue, amevaa nguo za kumbana ambazo zinaangalia maungo yake. Bwana anataka katika wito wake, lazima vitu vingine vibadilike katika mfumo uliokuwa umeuzoea, maisha yabadilike. Bwana anategemea ubadilike katika kuzungumza. Ulikuwa ni mtu nasifika kwa uzungumzaji ulio wa hovyo, unatukana watu hovyo. Bwana anategemea ubadilike. Desturi za Bwana zipo kila wakati. Bwana ametupa vitabu tusome, Bwana ametupa namna ya kuzungumza, tunahitaji tubadilike. Utoaji wa zaka na sadaka, watu wamekuwa wakiishi katika mazoea, wala hawaoni kwamba ni shida. Musa anataka kuuawa kwa sababu tu ya uzembe katika vitu ambavyo vilikuwa vikijua, anavijua na haitakiwa vitende, lakini hajatenda. Tuna swala la utunzaji wa Sabato. Leo imekuwa ni kitu cha kawaida kabisa. Yaani kukutana na Mwadventista Sabato jumaa juma, jioni kwenda sokoni kununua na ibada huku inaendelea, yeye anapika huko nyumbani. Ni vitu vya kawaida, vitu vya kawaida. Tumekwenda mbali zaidi. Siku hizi ni kawaida siku za Sabato katika makanisa mbalimbali, Moshi ukiwaka tu wakipika, ni vitu vya kawaida. Imekuwa ni vitu vya kawaida siku hizi watu wa mjini kuondoa kupikapika hivi, wamekuwa wakiweka tenderansi watu wana washiriki, wakati wenzake wako kwenye ibada, yeye yuko kupika huko, anakuja analiuzia kanisa watu wale. Hiyo kwa ni vya kawaida, na wengine wameenda mbali. Wengine wanakuja kabisa na mikoba washiriki siku za Sabato, wamebeba juisi, wamebeba nini, wanauzia watu, wakisha kula wanywe. Taka nikuambie Bwana anachokutaka asubuhi ya leo utambue hana mzaa katika mambo na desturi za kanisa, anahitaji watu mzingatie kile mlichoitiwa kwacho, na mkitende viongozi wa kanisa. Jambo la pili, Musa anapoambiwa kwa viongozi wa kanisa mliopokea kazi yake, anamwambia afanye, na anayemwokoa na spora mke wake, na Musa anaokoka Kinachozungumzwa hapo ni nini? Kuwa kiongozi huwezi kuwa kiongozi wakati wewe hufuati taratibu. Unapokuwa umeipokea kazi, uwe kielelezo. Watu wakija kwako, wapate faraja, wapate kujifunza, wapate kuelewa, uwe kielelezo kwa katika. Kuwa kielelezo, Bwana anapitisha ujumbe kupitia kwako, uwe kielelezo. sasa tunapokea kazi chukua kawaida, naona wa Mungu afanye chochote anataka. Desturi za watu wa Mungu zizingatiwe, zizingatiwe, zizingatiwe. Tusichukulie mambo kimsa. Nazungumza hivi kwa sababu ninaumia ninavyoona mambo yanafanyika tu katika hali ya kawaida, si kwa washiriki, si kwa wa viongozi wa kanisa. Sasa tunapoharalisha vitu hivi na, tutajikuta tumepotea pasipo kujua. Naona kawaida, maisha yanaendelea, yanaendelea, yanaendelea. Wenzangu na mimi ambao ni wanafunzi, na wasisitiza sana desturi ya Bwana ibaki kuwa ya Bwana. Mnavyokuwa mashuleni, hakikisha mna mheshimu Bwana. Mnapokuwa nyumbani, mheshimuni Bwana. Nasema hivi kwa sababu wanafunzi wamekuwa na wenyewe wakivunja tu Sabato. Kawaida kabisa na si wanafunzi tu; ni waseme hapa na watumishi wa umma walioajiriwa, wengine mtajiuliza wenyewe, lakini hapa nitawasema watumishi wa afya kati, wanafunzi wakirahisisha, nao watumishi wanarahisisha kuna neno wanalitumiaga siku hizi, siutoka zamani sema mimi niko flexible e, flexible eh, niko kati. Nakumbuka nikiwa mwaka wa tano chuo kikuu, kuna mwanafunzi siku moja, tuko darasani, tuko wawili wa sabato na wengine wengi, mpango wa mtihani siku ya Sabato, yule mwenzangu akasema, ah, mimi niko flexible tu niko flexible, kija sawa sawasa mimi nikasema, mi sitakuwepo, nakwenda. Kawa flexible mimi sikwenda, yeye akaenda. Nimewahi kusikia tena hii kauli kwa washiriki wengine na wengi wakisema, watumishi wa afya, ondoeni flexibility. Nasema hivi kwa sababu tumetumia hii nafasi, kwa sababu tunasema Sabato ni ya kufanya mambo yaliyo mema. Sasa watu wamejibeba kwenye mwavuli huo, hawataki kuangaika kuja kwenye ibada kila wakati. Anasema ah, mimi nimepangwa kazini, anapangwa na anajua. Na kuna wengine wanaomba kabisa, mimi nipange tu hata mchana, kwa sababu mimi niko flexible, nitaenda kanisani, nitakuja wengine, ni kawaida siku za Sabato, Ijumaa anaenda kaenda night anarudi, wakati kulikuwa na uwezekano wa mtu mwingine na wewe ukabaki kumheshimu Mungu wako, lakini wamekuwa yaani kawaida, yaani flexible. Sisi, ya Sabato tunaruhusiwa kuja kufanya saka, nikwambie Bwana hahitaji mzaa katika desturi la watu walioitwa kwake, anahitaji kuheshimu Bwana. Yesu asifiwe, naamini anaweza nikaa kwaza lakini Bwana ananitaka niseme hivyo. Viongozi wa kanisa nimewasema, tuwe vielelezo, tuwe vielelezo. Na ndiyo maana tumekuwa sasa hivi na mkanganyiko mkubwa sana. Baadhi ya masomo ndani ya kanisa yamekuwa na changamoto, kwa sababu kiongozi, unapoelekezwa uache, uruhusu desturi za Bwana zitembee, umekuwa ni wa kawaida, mavazi uko vile vile kula kuko vilevile vile. Mabishano yanaanza ndani ya kanisa eh. Wengine ah, hapana hii ni kanuni tu imesemwa, wengine atakwambia ule nyama, wengine usile nyama. Yani vurugu zimeanza kuwe, wengine ah, unajua bwana hata kwenye mavazi Bwana anaangalia moyo. Viongozi, kemeeni kila ambacho Bwana analitaka kanisa liendelee kusimama kwacho. Sasa katika kisa hiki cha Musa, Jambo la mwisho ni hili: kuna wale ambao wanaendelea na desturi ya kwanza. Nimesema desturi za Bwana lazima zizingatiwe. Sasa hapa kuna wale ambao wanaendelea na desturi walizokuwa wametoka nazo huko. Musa anataka kuhama katika wito, aendelee vile vile kwa kuna watu ambao wanatamani sana desturi zao ziendelee, yaani vile alivyokuwa sasa. Wengi wanasema tunaogopa kukwaza Bwana. E, unajua nitamkwaza, nitakwaza wenzangu <tuhi> so utakuta kwamba ni mwadventisa amekiri kwamba yeye ni mfuasi wa Bwana, lakini ameendelea vile vile alivyo, akisema naogopa wakati mwingine kukwaza ko kama mabinti wengi siku hizi ukikutana nao sasa, maana unakunywa pombe? Sinywe, anakunywa tu kidogo wine. What is wine? Makundi aliyokuwa nayo kile walichokuwa kikifanya anaendelea kuishi nacho. Wengine wanaogopa kwa sababu ya kuto kuusema ukweli. Unajua, umeitwa ndani ya kanisa kuusema ukweli, waambie uliokuwa nao kwamba mimi leo ni kiumbe kipya, natakiwa kuenenda hivi, elimisha watu wanaokuwa kuzoea kwa sababu umekuwa ni kiumbe kipya. Na wengi wanaogopa tu kuonekana tofauti, yaani asionekane ni watofauti. Nataka nikuambie wewe ni watofauti, lazima ukubali wewe ni watofauti na Mungu amekuita uwe tofauti. Katika kitabu cha Wagalatia sura ya pili fungu la kumi na moja inamweleza Paulo, Paulo akiwa Antiokia, injili imeendelea, watu wanapokea neno, na ndipo Petro kuda. Mtakumbuka kuna swala la njozi ya Petro ambayo ilishamkataza ya kwamba usiwaite watu najisi. Kwa Paulo anapokuwa kieneza injili kwa mataifa, Petro analifahamu hilo kwamba injili haina mipaka, twote ni watu ambao tumeitwa na Bwana. Sasa amekaa na mataifa akiendelea kula pamoja nao, na ndipo wayahudi wanapotokea, Petro anajitenga, anajitenga anarudi kule kule alikotoka ya kwamba hahitaji kubadilisha maisha yake, hahitaji kuona kwamba yeye amebadilika, ameishika kweli ya injili. Na ndio maana Paulo anasema wewe Paulo, ulistahili hukumu, wewe Petro, unastahili hukumu, kwa sababu unaijua kweli ya injili. Sasa anapokuwa anaijua kweli ya injili, Paulo anamkemea, anamkemea, anamkemea kama vile ambapo wapo ambao wanaendelea na mazoea ya yao walivyokuwa kule mwanzo, na sasa hivi wapo vile vile, wamekuwa ni watu wanaogopa watu, wamekuwa vile vile anaogopa kueleza injili aliyoipokea kwamba anahitaji kubadilika, anaogopa kuielezea kweli ya injili kama ambavyo Petro anaamua kujitenga kwa sababu tu ya kuona Wayahudi. Bwana anataka leo tuondoe hiyo mazingira ambayo tumekuwa tukienda nayo kwa mazoea. Tulikuwa tunafurahia, tunaendelea na maisha ya zamani, ambayo sasa hivi tunaogopa kuonyesha kwamba tumebadilika, kwa sababu tu ya kumfurahisha binadamu. Petro anataka kuwafurahisha Wayahudi. Hatuhitaji kumfurahisha mtu, unahitaji kubeba bendera ya Bwana, uonyeshe kwamba unabadilika, kama ambavyo wengi wamekuwepo ndani ya kanisa. Si kufurahisha tu lakini, wengine wanasema kwamba bado hawajaelewa na hii imekuwa ni kauli ya kawaida, mimi sijaelewa fundisho fulani, kwa sababu tu unataka kuendelea na mazingira ambayo ulikuwa nayo kule nyuma. Mafundisho mengi unasema huyu haelewi. Tumekuwa na shida hata kwenye zaka, watu wanasema hawaelewi. Tumekuwa na shida kwenye mavazi, unasema ah, mimi hilo mpaka nipate ufafanuzi zaidi. Tumekuwa na shida kwenye ndoa zetu kwa sababu kule tulikotoka namna na ambavyo wanasherekea ndoa zao, namna na ambavyo wanakwenda, na sisi tumetaka tuendelee kwa namna hiyo hiyo. Changane za msabato, mtoto wake anaolewa au ye mwenyewe wanaolewa, kila kitu eh, nimeiachia kamati. Eh, kamati ndo nimeiachia. Wanasema tutaweka pombe, nimeiachia kamati. Si unajua kamati sasa ndio ilisema <laughs> hatupo kwa ajili ya kumfurahisha mwanadamu. Wito unapokuita uliingia kanisani, kuna haja ya kubadilika. Kile ambacho unastahili kukisema kwamba hiki kwa utaratibu wa imani yangu sistahili kukitenda, ndicho ukiseme. Petro anakemewa ambaye ni senior kwa Paulo kwa sababu tu ya ukweli, anakemewa. Ninamshukuru Mungu kwa sababu ninaamini ndani ya kanisa kuna wanaume ambao pamoja na wake zao kuendelea kuwa wakaidi, wameendelea kukemea wake zao katika mavazi, wameendelea kukemea wake zao kwa mienendo ambayo haimstahili Mkristo. Ninamshukuru Mungu, naamini wapo wanawake wanaokemea wanaume pale ambapo tunakengeuka, tunafuatisha dunia, tunajichanganya, tunasahau hata wajibu wetu, wamekuwa wakitukemea. Ninashukuru Mungu, ameendelea kuwatumia lakini wapo wale ambao Bwana anaendelea kuwatumia, wazazi wakikemea watoto wao. Haijalishi mtoto anataka kitu cha namna gani, Haijalishi sheria anataka iweje, lakini unamwambia msimamo ni hivi. Bwana anatutaka shughuli yetu iende hivi. Anaoendelea kukemea watoto wanapokengekwa kwenye mavazi, mzazi anakemea. Bwana awabariki sana. Wapo washiriki mmoja mmoja ambao wakiona jambo linaharibika, amekuwa wakimfuata mtu akimwambia, Bwana katika hili neno la Bwana halisemi. hao nao Mungu awabariki, kwa sababu Biblia inasema mimi na wewe tuwalinzi katika nyumba ya Bwana tuwalinzi. Kwa mimi ninavyoona mwenzangu anaharibikiwa, nina wajibu wa kumwambia kama Paulo anavyomwambia Petro. Tuna wajibu wa kuambiana. Sasa nimaliza kwa kusema mtu aliyempokea Yesu, hatabaki vile alivyo. Haleluya, haleluya! Kanisa hatabaki jinsi alivyo, tunategemea kuona badiliko ambalo Biblia inasema, mtawatambua kwa matunda yao. Wito wa Bwana unaambatana na badiliko. Hawezi ukaitwa na ukabaki vile vile ulivyokuwa. Mungu anatubadilisha, anataka kutengeneza mazingira ya mahusiano bora mimi na wewe yanayompendeza Mungu. Mungu ndiyo sababu yake, kubwa tutengeneze mahusiano na Mungu, tufikie viwango ambavyo ikafika wakati Musa anashuhudiwa ya kwamba Musa alizungumza na Mungu kama vile anavyoongea mtu na rafiki yake, ndiyo ambalo Bwana analitaka litokee kwako, litokee kwangu. Kwa hiyo Bwana anataka tuwe na mahusiano aliyobora na yeye. Wakati mwingine mabadiliko haya yanaleta pambano, na ndio maana watu wanaogopa, na ndio maana watu wanajificha kwa sababu yanaleta pambano. Pambano kwa sababu utahitaji ubadilishe wa marafiki wakati mwingine, wakati mwingine utakiwa ubakilishe kazi, kwa sababu tu ya uwito unakutaka kwa kusudi maalum kazi uliyokuwa nayo inaenda tofauti na Bwana anavyokuhitaji, unahitaji kubadilisha. Kwa wakati mwingine mapambano yanakuwa yamezidi, lakini kumbukeni kile Mungu alichomwambia Musa. Nazungumza leo asubuhi ya leo na watu ambao ninaamini hawajabatizwa ndani ya kanisa, lakini kuna namna ambavyo mioyo yao, Roho akinena nao, ya kwamba wanahitaji kujitoa lakini pambano limekuwa kali, akiangalia kumbe, kweli lazima kuna mabadiliko yatatokea. Yule mzee wangu ninavyomwona ni, ni mkali, atanifukuza nyumbani. Pambano analitazama kwa sababu tu ya kumkiri Kristo, na wapo watu ambao tayari walishamkiri Bwana.